Ni Geita tunawambia, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Busolwa katika wilaya ya Geita wamesimamisha msafara wa naibu waziri wa nishati na madini eh, Dr Medad Kalemani wakitaka yeye asikilize kero zinazowakabili kutoka, kutokana na shughuli hizo za uchimbaji katika migodi katika eneo lao. Wananchi hao wakiwa na mabango waliibukia ndani ya mgodi wa mwekezaji mzao wa Busolwa Mining ambao ulikuwa ukitembelewa na naibu waziri huyo wakilalamikia kero kubwa ya maji ambapo wamedai wamekuwa wakinywa maji yenye sumu na kwamba kutokana na kuwepo kwa mgodi huo katika kijiji hicho wanapata shida kubwa ya maji. Tulisomewa kwenye muhtasari wakati wanaingia wawekezaji kwamba kuna sumu inaasiri. Je, inaasiri kwa njia gani? Kwa njia ya hewa, maji yanapokuwepo pale, mvua inapopanda juu, yaani hewa inapopanda juu inarudisha sasa kile kisima kinachotarajiwa kuchimbwa na maana ya kwamba inarudishwa na mvua, sisi tunaathirika kwa sumu. Je, hilo ndugu mheshimiwa mwaziri, utatusaidiaje? tumia sisi hapa wakakifukia mgodi, wakati wanaandaa hili eneo tukatumia uongozi wetu wa kijiji ukawafuata pale mgodini, tukakubaliana nao kwamba tutengeneze kisima mbadala, kabla hujakifukia kisima cha kudumu, tuwe tunafanyaje? tunatumia kile kisima, lakini mpaka wa leo ni miezi miwili hatujapata kile kisima. Mvua inaponyesha ndo tunapata Maji ya kunywa. Bila mvua, hatuna maji ya kunywa. Akijibu malalamiko hayo, mkurugenzi wa Busolwa Mining, Baraka Ezekiel, amesema kuwa maji hayo hayana sumu kama wanavyodai wananchi hao, labda tu kama kutakuwa hatujamiksi laimu vya kutosha. Kwa hiyo sumu yetu, ndugu wananchi, si kweli kwamba inaua kwa hewa. Sumu yetu inaua baada ya kuwa umeinywa lakini kwa sasa madai mnayosema mnauawa kwa asumu, ukiangalia ule umbali mlioko kule na tuliku, wani, sisi tuliko, tumekufa kwanza nyi, sisi afu nyi ndo mkafuatia. Kwa kuna sumu maopoleta, watu wangeshakufa, kwa sababu wakati wanachanganya cyanide kuna ile chokaa lime, wana kitu wana balance ya pH ambaye haiwezi kutoa hydrogen cyanide gas. Na ndio maana unakuta mgodi wa Bulyanhulu wako pale Kakola, Buzwagi wapo pale Mwendakulima. Kwa hiyo isiwe propaganda. Mara baada ya kupokea malalamiko hayo, naibu waziri ametoa agizo kwa kampuni hiyo kulifanyia uchunguzi. Mimi nadhani cha msingi wamejikomiti wenyewe, tumekubaliana hapa ndani ya mwezi huu mwanze kunywa maji ujumba pale hawajakamilisha hatua